Kuna baadhi ya watu wakishapata nafasi ya kuweza kufanya video pamoja na msanii mkubwa, na inakuwa ni nafasi ya wao kuweza kutengeneza eh mashabiki upya baada tu ya kuweza kuonekana kwenye macho ya watu wengi sana kuweza kwenda viral. So leo nataka nimzungumzie mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Lala. Huyu ni mmoja kati ya mavideo vixen ambao po washafanya poa zaidi hapa Bongo. Yote hii ni mara tu baada ya kazi ya yatapita ya Damo Blood na kuweza kumtambulisha. So ni kwamba baada ya kazi hii yeye yeah, baada ya ngoma ambayo aliweza kufanya pamoja na Damo Blood na wasanii mbalimbali, ameonekana kwamba ni mmoja kati ya wadada ambaye hana scandal yoyote chafu kwenye mitandao ya kijamii kama vile kutoka na aya kimapenzi na msanii yoyote, lakini pia kuvujishwa video chafu, labda pengine video ambazo zinaweza zikamfanya kwamba yeye akaweza kwenda mjini zaidi. So hajakuwa na matukio ya hapa na pale, hajakuwa na scandals zozote zile, licha ya kuweza kufanya kazi na wasanii wa maarufu zaidi hapa Bongo. So mmoja kati ya wa, wa ma video vixen ambao leo wamejump in kwenye file la burudani kwenye sawa sawa online digital, basi ni huyu mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Lala. Kwa kweli, kama mdau wa burudani, uko na mtazamo gani? Make sure tu drop comment yako kwenye